wa sheria ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi waalihi wa sallam, suala la ndoa ni katika mambo yaliyohimizwa sana katika dini yetu, limepewa msisitizo mkubwa kutokana na maslaha yake mapana yanayopatikana ndani ya jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha auliyau lumur

waliowajani wa miongoni mwenu al ayama ambayo ni jamu ya ayyim. Waozesheni waliowajani wa miongoni mwenu, wali wa wema ume, na wale waliowema katika watumwa wenu wa kiume na watumwa wenu wa kike, bali hata watumwa pia, yakidhihiri maslaha ya kuozeshwa waozeshwe. iyakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadlihi, wakiwa ni mafakiri

Na katika mambo muhimu kabisa ya kuzingatia muoaji, kwamba sheria ya Kiislamu imetuhimiza mambo mengi tunapokuwa tumeingia kwenye ndoa, lakini kubwa zaidi ni kubeba majukumu. Arrijalu qawamuna ala nnisai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwa sababu ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, akaifanya jinsi rijal ni aqwa min jinsi nisa wa jinsi rijal afdal min jinsi nisa, akawafanya wanaume wana nguvu zaidi kuliko jinsi ya wanawake, akawafanya wanaume ni bora zaidi kuliko wanawake kuzingatia jinsi kadhalika, akawafanya wanaume ni madhubuti zaidi kiakili na watu imara katika miili yao kuliko jinsi ya wanawake. Na ndio hilo, kwa sababu hiyo Allah akawapa usimamizi na akawapa majukumu, akawafanya wao ndio watafutaji wa kusimamia na kuendesha familia, na kwa sababu ya zile wanazozitoa katika mali zao, umetoa mahari, bado utaendelea kutoa matumizi

Waashiruhunna bilmacruf waashiruhunna bilmacruf, Allah subhanahu wa taala anatuyamiza sisi wanaume kwamba tangamaneni nao hao wanawake, naishini nao kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema. Kwa hiyo muashara na husnu mu lmuashara ni katika mambo ya lazima ambayo hatuepukani nayo wala huwezi kuyakimbia. Haitakiwi kwa waislamu kuwa ni fidhuli kwa, kwa, kwa mke wake kuwa ni mtu msusuwavu, haitakiwi hilo. khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliye mbora wenu ni yule mbora wenu kwa ahli zake na mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ni kwa makarimu lakhlaqi yake kwanza, anayoonyesha kwenye familia yake kwa mke wake na watoto, kuanzia kauli zake na vitendo vyake. Sije kama mtu anaonekana na msimamo wa dini nje, mtu anasimamisha swala ana mambo tofauti tofauti, ana rifiki kwa watu ana urafiki mzuri, lakini kwa ahli yake ni msusuwavu, jabbar na anid, ili jambo si jambo zuri, wala si katika mahasin na akhlaq, bali utakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya jambo hili. Ishi na mke wako kwa uzuri, mahali pa kuvumiliwa mvumilie, wala kal ajru wal mathubat inda Allah ihtasib al ajra kwa Allah subhanahu wataala, wa wa kwa kumvumilia ahli yako na kumwongoza kwa maneno ya sawasawa na kumpa miongozo ya sawasawa. Anahitaji miongozo kutoka kwako. Ujabari hausaidii. Ina lmumbatta la arda qataa wala dhahran abqa, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu yoyote msusuavu hataweza kulivuka jangwa wala mnyama hatambakisha. Yani una mnyama wako ukuvuka naye jangwa pengine kilomita mia mia mbili Halafu unaanza kumpiga marungu ya kichwa ngamia wako, utamuua jangwa, utalimaliza na wala mnyama hatabakia. Kwa hivyo hivyo, una mke wako akuzalia watoto, waishi naye kwa uzuri, akutunzia nyumba yako, basi angalia, ni kama kipando chako hiki, innal mumbattala ardan qata wala dhahran abqa. Hili jambo takawalitazami kwa ususuwavu, si jambo zuri. Ina rifqa ma wudhia fi shaiin illa zanahu wama nuzia an shaiin illa shanah, upole haukuwekwa kwenye jambo lolote isipokuwa jambo lili unalipamba linakuwa zuri zaidi, na wala upole haukuondolewa kwenye jambo lolote isipokuwa unalitia unali, unali, kasoro. Ndoa ni jambo zuri, lakini ukishalitia uh, upole ndani yake na, na busara, jambo lili linapendeza zaidi, lakini pia ukitia ususuavu ndoa itaharibika, wala hutaona raha ya ndoa au mke wako pia hata ione hiyo raha ya ndoa, lakini tayari ushajenga mahusiano na familia, tayari nyinyi muunganisha udugu. Ndugu zake mke wako, kaka zake ni shemeji zako, wazazi wake ni wakwe zako, na hivyo hivyo kwa upande wa pili, kwa udugu tayari ushaingia heshima na adabu. Ni vitu vya msingi sana vya kuzingatiwa, na haya ndio malengo ya Uislamu kuweka nikaha kama masala ya kuzaana watu wangezaana tu kama kuku kama mbuzi kama wanyama wengine kama walivyo watu wa dini nyingine. Lakini Uislamu ukaweka utaratibu ili kulinda heshima hizi na kulinda taratibu hizi na kulinda udugu. Kwa hiyo mambo haya watakiwa uyasimamie na uyachumi. Haina haja kurefusha sana katika maelezo, kuna mengi ya kujifunza. Unatakiwa ukajifunze kuhusu masuala ya nikah, uzijue haki zako

Watu wa mwanzo kabisa watakaoulizwa kuhusu haki zao ni wale watu wako wa karibu, ahli zako, ndugu zako, majirani zako na wengine, haki za wazazi. Yote hayo utaulizwa yaumal qiyama. Jazakumullah khair.